Naam, karibu tena mtazamaji. Mwenyekiti wa kamati ya afya katika Baraza la Magavana, ambaye mtazamaji, pia ni gavana wa Tharaka Nithi, Muthomi Njuki, ameitaka serikali ya kitaifa kuhakikisha kwamba madaktari wa mpango wa huduma ya afya kwa wote UHC wameajiriwa kwa masharti yaliyo wazi na ya haki kabla ya kuhamishwa kwa serikali za kaunti. Akizungumza katika hospitali ya Marimanti level 4, gavana Njuki alisema kwamba madaktari hao wakati wa hali ya dharura ya covid 19, na masharti yao ya ajira hayakuelezwa kwa kina. Alisisitiza kwamba kabla ya kuanza kwa mchakato wa uhamisho, serikali ya kitaifa inapaswa kuanza kulipa madeni yote ya mishahara wanayodai wa health amesema anataka kuleta peru saa hii kwa kaunti yao madaktari, lakini anataka kuleta peru ikiwa na ile mshahara tu, ile waandika ile kidogo, ambaye wako strike. Au can you transfer to counties striking medical staff and you have not resolved the issues? Hiyo ni kama kuambia mtu na kufanyia na, na kutransferia mfanyikazi ambaye akonjera ama na kutransfer mfanyikazi ambaye ni patient kwa hospitali. Kwa hivyo kwanza, tumesema national government irekebishe job group na mishahara ya wa madaktari ambao ambayo strike. Alafu sasa, kwa sababu tax inalipwa wote tunalipanga, inaenda treasury, waongezee pesa yetu katika hiyo toboshea, waseme 8700 doctors ama madaktari ama medical officers wanacost pesa hii watupatie kwa ile inaitwa equitable share, kama dhrakanihi ile tunapata tuongezewe ya madaktari 219, tuambiwe kwenda forward, hii ndio pesa kulipa madaktari. Sasa wanaweza leta na tutachukua madaktari na tuendelee ku manage payroll.